Kuna changamoto za kimalezi za kimfumo. Dunia imebadilika. Ni jukumu la wazazi kuchukua majukumu yao ya kiuzazi kikamilifu. Na huhitaji kuwa tajiri kutimiza majukumu yako ya uzazi kama mzazi. Unachohitaji ni upendo, muda, kujali. Na watoto wana akili wanajua mzazi ambaye anawajali, na ndio maana hata ukiwa jionea, kuna kipindi ambacho mtoto wako anatamani baba yake au mama yake angekuwa kama mtilie tu ambaye ana muda mwingi na watoto wake kuliko wewe baba ambaye muda wote au wewe mama ambaye muda wote unakimbiza fedha na jukumu la kuangalia watoto inabaki kwa house girl na house boy. Najua changamoto za maisha. Najua, kila mmoja anajibika, anapambana na, jivika, ana na, si kwa sababu tunapenda, lakini maisha yanatusukuma kupambana. Kwa hiyo muda mdogo ambao tunao kuonyesha mapenzi kwa watoto wetu, wakati wenzetu wanazungumzia nishati kupeleka kwa mawilayani, sisi tuna nishati ni kwenye vitongoji. Sasa hivi miradi ya maji ni mikubwa, fedha ni nyingi. Hivi tunapata shida ya kupata vyanzo vya maji, lakini sio fedha za na haya yote yamebadilisha maisha ya mwanamke. Mnufaika mkubwa ni mwanamke. Mapinduzi haya yanafanyika, wanawake ndiyo wanufaika wakubwa kwa sababu ndio nguzo za familia. Nisiwachukulie muda mwingi, lakini naomba mwe mabalozi wa haya mafanikio makubwa ambayo dunia inayachukulia Tanzania kama mfano bora. Hakika tunajivunia kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika jamii yetu. Kuanzishwa kwa taasisi hii ya Morogoro Women Special Women Voice and Connection, tumekuwa tukijikita katika kutimiza maon, maono ya taasisi ambapo kwa kutaja machache tumeweza kutimiza mambo yafuatayo: tumeweza kupanda miti 30 ya matunda mbalimbali ikiwemo migomba, miembe, michungwa na mpapai katika kituo cha kulea wazee kinachofahamika kama Fungafunga. Uhamasishaji wa matumizi ya nishati mbadala ambapo taasisi hii ilifanikiwa kutoa majiko 14 ya gesi kwa wamama wajasiriamali chini ya shindano lake la jikoni ya wadi lililoandaliwa na taasisi hii na kufanyika katika kata ya Chamwino wilaya ya Morogoro mjini. Uwezeshaji wa miradi pikipiki, wa mradi wa pikipiki, utoaji wa pikipiki za biashara kwa wanawake ambao wamejiwekeza kidogo kidogo kulipa pikipiki hiyo, na mpaka sasa tumefanikiwa kutoa pikipiki 20 kwa wanawake wa Morogoro mjini.